Ujambo na karibu. Tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Na siku kadhaa baada ya aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Humphrey Polepole kuripotiwa kutoweka katika mazingira ya kutatanisha, bunge la Umoja wa Ulaya EU Parliament limetoa tamko rasmi lililoibua mjadala mpana kuhusu hali ya haki za binadamu na usalama wa kisiasa nchini Tanzania kupitia barua yenye saini za wabunge sita maarufu wa Ulaya akiwemo Barry Andrews, Robert Biden, Udo Bullman, Michael Gala, Eric Markot na David McAllister. Umma wa kimataifa umesikia kwa mara nyingine tena sauti ya wasiwasi kuhusu kile kinachotajwa kuwa ni mfululizo wa matukio ya utekaji vitisho, na mateso yanayowalenga wanasiasa, waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Tukio hili limezua taharuki si tu kwa Tanzania bali pia kwa wadau wa demokrasia duniani. Katika mitandao ya kijamii, majukwaa ya kisiasa na mashirika ya haki za binadamu, jina la Humphrey Polepole limeendelea kutajwa kwa hisia mseto, wengine wakimtetea, wengine wakihofia usalama wake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 kabla ya kuteuliwa kwa balozi wa Tanzania nchini Cuba. Ni mtu ambaye amejenga taswira ya kujenga hoja, mara nyingi akizungumza kwa kuhu uwazi kuhusu masuala ya kitaifa, wakati mwingine kwa mtazamo wa kuikosoa serikali kwa misingi ya maadili ya utawala bora, haki na uwajibikaji. Katika miaka pole pole ya hivi karibuni, Polepole amejitokeza kama mmoja wa sauti za ndani ya chama tawala zilizokuwa zinahimiza mabadiliko ya utendaji wa kisiasa, uwazi na heshima kwa katiba. Wafuasi wake wanasema alikuwa mwanasiasa mzalendo mwenye uthubutu, huku wakosoaji wake wakimwona kama mchambuzi anayetafuta nafasi mpya ya kisiasa kupitia mitazamo tofauti. Lakini kwa vyovyote vile, Polepole alikuwa sehemu ya mijadala muhimu ya kitaifa. Hivyo kutoweka kwake kwa hafla tarehe 6 Oktoba ya mwaka 2025 majira ya saa nane usiku katika eneo la Ununio, Dar es Salaam, kuliibua simanzi kubwa. Mashuhuda wa karibu walidai kuona tukio lililoashiria uvamizi au shambulio kabla ya taarifa rasmi za kutekwa na watu wasiojulikana kusambaa. Tangu siku hiyo hakuna uthibitisho wa wapi alipo, nani alimhifadhi au hali yake iko vipi, jambo lililosababisha wasiwasi mkubwa kwa familia, wanasiasa na umma. Kutoweka kwa polepole kumetokea kipindi ambacho Tanzania inajiandaa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, hali inayozidisha hisia kwamba tukio hilo linaweza kuwa na maana zaidi ya jinai ya kawaida. Katika miaka hivi karibuni kumekuwa na malalamiko ya vitisho kwa wanaharakati, waandishi wa habari na wanasiasa wa upinzani, huku baadhi wakiripotiwa kutoweka au kushambuliwa katika mazingira ya kutatanisha. Wadadisi wa siasa wanasema matukio haya yanachafua taswira ya Tanzania kama nchi ya amani na demokrasia ya mfano Afrika Mashariki, na yanavunja imani ya wananchi katika taasisi za ulinzi na usalama. Kwa mujibu wa baadhi ya wa wachambuzi, suala la Polepole limekuwa kielelezo cha hali ya hofu kimya kimya nchini, ambapo watu wengi wanaona matukio ya utekaji yakifanyika bila majibu ya wazi au hatua wa madhubuti za kisheria. Barua iliyosainiwa na wabunge sita wa EU ni tamko lenye uzito wa kisiasa na kidiplomasia. Inasema kwa maneno makali kwamba tukio la Polepole linaonyesha mwenendo unaotia shaka wa kuongezeka kwa ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania. Wabunge hao wanasema tunafuatilia kwa wasiwasi mkubwa ya taarifa za kutoweka kwa Balozi Humphrey Polepole. Tukio hili linaongeza hofu kuhusu usalama wa watu wanaoeleza maoni yao huru nchini Tanzania. Barua hiyo inaitaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi wa kina na wawazi, kuhakikisha polepole pole na watu wengine waliotekwa wanapatikana wakiwa salama na kuchukulia hatua wale wote wanaohusika na matukio ya aina hiyo. Aidha, wabunge hao wamesitiza haja ya kukomesha utamaduni wa kutowajibika na kuimarisha uhuru wa kujieleza na kukusanyika, haki ambazo kwa mujibu wa EU ni msingi wa uhusiano wake na Tanzania. Katika barua hiyo wabunge hao wameitaka tume ya Ulaya na baraza la Ulaya kufuatilia kwa karibu hali ya siasa nchini Tanzania na kutumia nguvu za kidiplomasia kushinikiza serikali kuchukua hatua. Ilisema, ni jukumu la EU kuhakikisha haki, wazi na utu vinaheshimiwa popote duniani, hasa katika nchi marafiki kama Tanzania. Wamependekeza umoja wa Ulaya kuunga mkono mashirika ya kiraia ya Tanzania ambayo yamekuwa mstari wa mbele kutetea haki za binadamu, utawala bora na uwajibikaji wa viongozi wa umma. Kihistoria, EU imekuwa mfadhili mkubwa wa miradi ya utawala bora nchini Tanzania, hivyo tamko hili linachukuliwa kama ishara ya tahadhari ya kidiplomasia kwamba Ulaya haitakaa kimya endapo haki za raia zitapuuzwa. Tanzania kwa muda mrefu imejulikana kama taifa lenye heshima kubwa kimataifa kwa kudumisha amani na diplomasia ya maridhiano. Lakini matukio ya utekaji, vitisho na hofu ya kisiasa yanatishia kuipoteza nchi hiyo katika taswira hiyo ya kihistoria. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanasema tamko la wabunge wa EU ni onyo la mwanzo. Linapotoka ndani ya bunge la Ulaya linaweza kuathiri mijadala mikubwa ya baadaye kuhusu misaada uwekezaji na ushirikiano wa maendeleo. Mtaalamu wa masuala ya kimataifa Profesa Maria Wanjiku anasema hii ni hatua ya kwanza ya shinikizo la kimataifa. Ikipuuzwa inaweza kuleta athari kwenye diplomasia, misaada ya maendeleo na hata uwekezaji. Ulaya inapenda uwazi na inapohisi misingi hiyo inavunjwa, haina budi kuzungumza. Mashirika ya haki za binadamu kama Human Rights Watch, Amnesty International na Civicus nayo yamejiunga na wito huo yakihimiza uwazi na hatua wa za haraka. Mwandishi na mchambuzi wa masuala ya haki za binadamu Deogratius Macha anasema kuwa kinachohitajika kwa sasa si majibu ya kisiasa, bali matendo ya kisheria. Anasema watanzania wamechoka kauli, wanaomba matendo. Kila mara mtu anatoweka, serikali inasema inachunguza, miaka inapita, hakuna majibu. Tukio la polepole limekuwa kio cha udhaifu wa mfumo wetu wa haki. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wa, wa ndani wanasema kuwa matamko ya kimataifa hayamaanishi hukumu, bali ni macho ya dunia yanayoikumbusha Tanzania wajibu wake wa kikatiba na kimataifa. Hadi sasa, serikali ya Tanzania haijatoa kauli rasmi ya kina kuhusu tamko la wabunge wa Ulaya, ingawa viongozi wachache wa ndani wametoa matamko ya kulaani tukio la Polepole na kueleza kuwa uchunguzi unaendelea. Baadhi ya wachambuzi wanasema ukimya wa serikali unaweza kuwa ni tahadhari ya kistratejia, wakisema kuwa suala la utekaji ni nyeti na linahitaji ushahidi thabiti kabla ya kutolewa kwa taarifa rasmi. Hata hivyo, wachambuzi wengine wanaona ukimya huo kama ishara ya udhaifu wa kisiasa, wakihofia kwamba ukimya unaweza kuonekana kama kukwepa uwajibikaji. Katika mitandao ya kijamii mijadala kuhusu tukio hili imegawanyika. Wapo wanaohusisha kutoweka kwa Polepole na siasa za ndani ya chama tawala, wengine wakiona ni mkakati wa kimfumo wa kuzima sauti za ndani zenye mitazamo tofauti, lakini pia wapo wanaoamini kuwa jambo hili linaweza kuwa tendo la uhalifu wa kawaida lililopata tafsiri ya kisiasa kwa sababu ya jina kubwa la mhusika. Hata hivyo kwa wote, kinachounganisha hoja zao ni kutaka majibu ya kweli. Mmoja wa wanaharakati wa haki ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema, kama mtu kama Polepole pole anaweza kutoweka bila majibu, basi raia wa kawaida wapo hatarini zaidi. Mashirika kama Legal and Human Rights Center, yani LHRC, Tanzania Human Rights Defenders Coalition, yani THRDC na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora THBUB, yote yamepaza sauti zao. THBUB kupitia Jaji mstafu Matthew Mwahimu ilitoa tamko kali la kulaani utekaji huo na kutaka uchunguzi wa kina, likisema kuwa kitendo hicho ni ukiukwaji wa ibara za 13 na 14 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tamko la THBUB lilifuatiwa na lile la wabunge wa Ulaya na kwa pamoja yameunda mlolongo wa presha ya kimataifa na kitaifa unaoitaka Tanzania kufanya uamuzi wa wazi wa kisheria. Kutoweka kwa Humphrey Polepole ni zaidi ya tukio la mtu mmoja, ni ishara ya pengo kubwa lililopo kati ya matamko ya kisiasa na uhalisia wa kisheria nchini, ni ishara kwamba haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na uwajibikaji bado zinahitaji mfumo imara unaozidi maneno mazuri ya sera. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kisiasa, Matukio ya utekaji na vitisho ni dalili za hofu ndani ya mifumo ya mamlaka, ambapo baada ya hoja kushindana kwa maoni, nguvu kutumika kufifisha sauti. Katika demokrasia changa kama Tanzania, hili ni tishio la moja kwa moja kwa misingi ya katiba na utawala wa sheria. Na kwa kumalizia, barua ya Bunge la Umoja wa Ulaya ni ukumbusho kwamba dunia inatazama. Hata kama haina mamlaka ya moja kwa moja kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania, sauti hiyo ina uzito mkubwa wa kimaadili na kidiplomasia. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.